Mdogo wangu, unatembea na mwenda wazimu. Mdogo wangu, umekosa marafiki wa kutembea nao? Bado unatembea na ula mtaa mzima wote. Bado umekosa marafiki, mdogo wangu? Nishakuambia mimi kaka Usitembee na huyu chizi, bado unaendelea kutembea naye. Mtu anatembea amefunga vilemba. Kama mwenda wazimu, hutaki kunielewa mdogo wangu. Usiniambie hana shida. Huyu ana shida. Kila nikiongea neno hili usikii, ninapita huku ninapitiliza. Mbona hutaki kunielewa mdogo wangu? Kama unashindwa kunisikiliza mimi ndugu yako Adamu, Mtu baki kwa tamsikiliza kweli mdogo wangu. Na wewe unarudia kwako. Iwe mwanzo na mwisho.

Pamoja na tetekeli ambayo za kishamba mimi siwaelewi. Mimi ndio udoni hapa. Wewe unataka kusema nini bwana? Eh? Eti si mdogo wangu, mdogo wako kitu gani babu? Ule mtoto mchanga tu afugiwe mbwa sababu sio mdogo wako. Wewe vipi? Huyo mdogo wako ulipo hapo alipo na mabwana kibawa. Wewe ndio mdogo wangu. Siku zote mtoto wa kike haweza kabweka mbele ya mwanaume. Endelea hivyo hivyo. Wewe bro, usinitishe. Hoya. Ongea na kaka kumwambia mimi mtu gani mtaau. Umenielewa? Wewe unijui. Mimi ndio udoni wa mtaa huu. Una udoni wote wewe, mbwa. Mimi mbwa. Mtoto mbwa. Mbwa. Nindo

Oye mwambie kaka kwa fwe. Sio leo upita kwa kumi na nane zangu utakuja kuonyesha mambo au ujui? Umenielewa? Utakuja kufanyia kitu mbaya. Chiza. Oye ongea na kaka. Umeona shoga yako hivi unizalilisha mimi? Nakwambia unatembea na machizi mdogo wangu. Mimi napigwa na kweli mtama. Naanguka chini mtoto wa kiume. Nazalilika mdogo wangu mimi. Kweli? Na mimi nazalilika mimi. Mtoto wa kiume napigwa na, na mwanamke. Sikuzalilika kweli. Ushakuwa Yuda msaliti. Ni mtu mzima, huwezi kunipangia marafiki. Najielewa na, na akili zangu timamu, kwa nini nipangia marafiki, hata kama ni kaka yangu? Eh, asante kwa hiki ulichokifanya. Mungu achana wewe, pata mambo yako.